Misri hapa atafanya mara tatu yake. Yaani watu leo le wa mwanamchezo wa Dio Sports updates uko hapa eh, katika uwanja wa Benjamin Mkapa thank you. Hii leo ni mchezo eh, wa kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba dhidi Al-Masri. Mchezo ambao utachezwa saa kumi za alasiri hapa katika uwanja wa Benjamin. Dio Sport imeshatia timu hapa katika uwanja eh, wa Benjamin, niko na shabiki la Wekundu wa Msimbazi Um, mzee wa nyundo, namzungumzia mzee wa nyundo. Vipi mzee wangu bwana? Safi, habari za majukumu? Salama kabisa, karibuni sana hapa Lupaso mm. Kaji mvua fulani kamenyesha hapa mm. kameenda kusafisha zile ukungu ukungu kemikali zote halala mm. Upele umeshaondoka sasa, hizi mm. pichi iko safi, iko nyuu leo, vile vijibomba vao pale hawafungulii pale, kumwaga maji maji tayari. Yani hapo unapigwa tu mm. Magoma leo, yani ashakangwa sahizi yanapigwa tu. Yaani tusubiri muda kwenda kuyapiga shughuli yao wameshaisha, na umeona timu zimeingia muda mfupi kutoka sasa, wametangulishwa walengwa wetu, wao wamekuwa mbele, baba yuko nyuma, anamwambia kwamba huko ulikotangulia baadaye utaambiwa kaa nyuma speaker yeah, ah, sio kutoka sisi. Leo tunakuja kuweka historia kumfunga mwarabu kutoka Misri akiwa nyumbani, tuliondoa mwarabu akiwa kwao, leo tunamuondoa mwarabu mwingine tukiwa Benjamin Mkapa kuonesha kwamba Zamalek kumwondoa pale nyumbani kwao tukukosea, sasa tunamwondoa Almasri kwenye ardhi ya nyumbani hmm. ya yeah. Ubora wa Eli Mpanzu ndio mchezaji ambaye anaombwa sana katika soka la barani Afrika kwa sasa, na ubora wa mechi ya kwanza utazama pale katika uwanja wa Misri pale hi, leo mnaenda mnaenda mkiwa nyuma kwa bao mbili kwa bila dhidi ya Almasri, mchezo kina namna gani, na kutazama na kocha Fadu afanye nini aweze kupata matokeo mchezo wa leo. Fadu Davis jana aliulizwa swali kwenye pressi kwamba kama ikitokea Simba amepoteza mchezo ameshindwa kuqualify, je, nani aulizwe au nani alaumiwe? Ametoa majibu moja kwa moja Majibu yote yatakuwa niulizwe mimi, maswali yote ilaje kwangu, kwa sababu mimi ndo kocha ndo nakaa kwenye viwanja vya mazoezi, najua nani apangwe, nani asipangwe, nani ataweza kunivusha kwenye hatua fulani kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo naamini amejibu vizuri sana. Kwa hiyo naamini ana uhakika, ameongea kwa confidence kubwa, kwanza alicheka sana kwao. Anaamini kwamba kocha Fadlu alichokifanya kule, yani watu leo wafurahie, maana kunasikia na maneno mengi ya watu ateba, ateba, ateba. leo hata wewe. ukitupiwa jezi tuingia pale kwenye picha anakufa mwalabu vizuri sana yaani, leo hatuna shaka, yaani sisi hatunaga jambo dogo, tukiamua jambo kulifanya lazima. Ndio maana slogan yetu hii, tunavuka. kuna ile ubaya ubwela sawa ya mfumo mzima wa mashindano lakini kuna slogan muhimu ya mechi hii tu kwamba hii tunavuka, haijalishi wewe mtu una mamba una chula una kenge una kiboko, sisi tunavuka na hatuhitaji boti, hatuhitaji mtumbwi wala hatuhitaji meli. Sisi, tunavuka. Tunazama, tunatokea upande wa pili, sisi ndio tunaoambia machujaa lazima tuvuke. Ah, yeah. Jana kuna tukio limetokea kwamba uwanjani mmemwaga chumvi kweli, hasa chumvi. Rafiki yangu kuna hoteli humu. Haya ni maneno tu ya ziaka, yani chumvi. Kuna hoteli humu hapa, sio baharini bwana. Baharini chumvi utaikuta kule na kule. Baharini ukikuta chumvi na unasemaje? Baharini chumvi ipo utasemaje? na ile ushirikina, yani wao wameshaingia uoga. Hawa ndugu zetu ambao washazoea uhuni wamewaelekeza wageni kuruka mageti. Sasa baada ya mechi watatuambia nani kawaelekeza kuruka mageti? Yani unaruka geti afu unaingia uwanjani Luka geti kimbia toka nje. Anaruka mageti yote wanakimbia hatari. Yaani wewe unaruka geti unaifuata hatari. Hawa si wanapona hapo. Hawa wanakufa kikatili. Yaani hawa mpaka half time sala sawa ili washapata. Hadi half time zetu tushalevu uh -huh. Aggregate tunaweka na goli moja la ziadi uh -huh. La tatu. Yaani sisi tunaenda mapumziko tuna goli tatu. Yaani mapumziko tushafuzu. Yaani kipindi cha pili tunakuja kuongezea ujazo tu. Lakini tunakuwa tayari tushafuzu. Hatuhitaji masiala ya mechi. Tunahitaji kufanya kazi kibabe zaidi. Ubora wa Elie Mpanzu kwenye mechi iliyopita hii leo unamofa kitu gani kutoka kwake leo? Ah, elimpanzu leo atafanya kazi mara tatu kwa sababu nilikuepo pale Terminal 3 ameniambia vitu vingi kuhusu mechi hii, kwamba anaitaka zaidi ya kuitaka ile kazi aliyoifanya kule. kashakula kuku wa nane kwa ajili ya Almasri, kuku wa nane kashakula huko leo kwa ajili ya mechi hiyo. leo atakimbia hapa ah, kilomita elfu kumi ndani ya dakika moja, kilomita elfu kumi ndani dakika moja. Yule jamaa hatari. afu hata aemi angalia mabeki wa timu pinzani wanavyohema kama chula aliotoka kwenye maji, kakaa pembeni. Huyo ndio elimpanzu leo atawanyoosha hapa. Mimi nakwambia mpaka half time kuna penalti tatu. Yaani uwanja leo watavamia huu. Si walivamia Belkane hapo. Wakapigwa chuma moja kavamia uwanja. Hawa wa Tunisia si wakavamia uwanja chuma mbili. Hawa watavamia uwanja mpaka half time kuna goli tatu. Tushalevo bao alafu tunaongeza zaidi. Hatutoacha salama. Tumeza yani wiki nzima tuko hapa. Ndio maana tumwambia nyuma mwiko leo utakiki kukanyaga. Mpaka wanavyoona size unaona nyekundu na nyeupe na blue tu. Kijani hapa ukiona kwa dharura tu. Ni wale wenye mioyo migumu. Lakini wale wanaokuja hapa kwa ziaka wote hawajakanyaga. Wanakaa vibanda umiza wasubiri huko kusherekea hapa. Wanatakiwa viongozi wao ndo maMC wamepewa kazi, wanakuja kutangaza magoli leo hapa. Kila kiongozi wa nyumamwiko leo atatangaza goli mpaka lafati aja atatangaza goli mpaka mzee mpili leo hapa atatangaza goli. Yule anasema sisi tuna watu alafu anashindwa kuvuka akiwa nyumbani. Wewe una watu una ile, mba, na vibwengo leo hapa atatangaza goli, ili zikumbuke kwamba amewapokea wao. Unajua sio kuwapokea wao tu hata kuruka mageti sio waelekeza wao, si ndio? Wao washazoea uhuni kuruka mageti. Kwa hiyo tuwambie, sio kuruka geti. Sasa tunataka timu iingie kwenye pichi, wapande. Wangepanda helikopta, asingekuja na basi. Sasa tunataka wadondoke pale kwenye pichi pale, kwenye katikati. Ukikanyaga pale wewe, ushaisha. Si umeona mvua, mvua imesafisha kila kila, kitu kinataka kuletwa hapa, kimesafishwa hapa. Kwa hiyo saizi kuko safi, kuko amani, uwanja uko mweupe. Ngoja kipigwe hapo, utaona kitakachowakuta. Shukrani, asante sana.